wa chama, makamu mwenyekiti na viongozi wote naomba itifaki imezingatiwa, ACT Wazalendo. E, nakumbuka mara ya mwisho kuja kwangu Rungwe mpya ilikuwa mwaka 2020 wakati na kuja kumnadi mzee wangu Jonas Abel, na ninakumbuka moja ni kuhakikisha tunakwenda kulinda kura zetu na kuhakikisha diwani wa Rungwe anachaguliwa na kura zinalindwa. yeah, yeah. Maeneo mengine nchini, madiwani wengine walipora, sisi hemu wakatangazwa, sisi hemu upinzani hawakutangazwa upa. Rungwe mpya mlisimama madhubuti, na naomba nitumie ujumbe huu kuwaambia wote wanaohoji msimamo wa ACT kwamba nyie ACT mnasema nakwenda kushiriki uchaguzi, mtalindaje kura Tuambie waje wajifunzwe. Rungwe mpya tutalinda kura, kama ambavyo wananchi wa kata ya Rungwe mpya walikusanyika ofisi ya mtendaji wa kata Rungwe mpya wakamwambia mtendaji, hapa hatutoki, utuue. Tunataka mtu wetu okay, na atangaze wana Rungwe. Pia naomba niwaambie jambo muhimu sana. Uchaguzi ndio maisha yetu, uchaguzi ndio ustawi wa maisha yetu ya sasa na vizazi vyenu na watoto wenu. Ukimuona mtu anataka kupora haki mana yake anataka kukuangamiza na maisha yako. Kupitia uchaguzi ndio unapata diwani anayekwenda halmashauri kukupigania. Leo hii kaka Jonas tulimchagua mwaka elfu mbili na ishirini, aliyoyaahidi kuhusu usalama wenu, amekuwa akiwapigania TFS kuwaenea, amekuwa akisimama akiwatetea viotorupi wa ACT upinzani. Kulikuwa na changamoto ya barabara ya Kigembe, leo changamoto hiyo amepambana, imetatulika. Hapa kwenu kulikuwa na tatizo la kituo cha afya, kaka Jonasi amepambana kuhakikisha kwamba napata kituo cha afya cha Rungwe Mpya. Ikua na changamoto ya zahanati kijiji cha Nyakafyeke amepambana kaka Jonas, kijiji cha Nyakafyeke mmepata zahanati. Hamnyanyasi na TFS akinyanyaswa, akinyan, na TFS kaka Jonas akipambana, akiona ameshindwa, anachukua simu anawapigia viongozi wao wa mkoa viongozi wake wa taifa atampigia kiongozi wa chama, atampigia makamu mwenyekiti. Sisi kule tunaliamsha, huku watu wanaachiwa. Ndiyo kazi yetu. Sasa mtu anayekuja kutaka kupora ushindi ili ampe kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, ambaye akienda halmashauri aongee anageuka kuwa bubu, anakisigia chama chake na serikali yake. Mbunge wenu akienda Dodoma anageuka na kuwa bubu, aongei yeye, kila kitu ndio umekula, ndio aujala, ndio umeshiba, ndio huyu atafanya. <laughs> Wananchi, mwananchi ndo mwenye nchi. Nyie nachagua raisi, raisi akienda kule na serikali yake anakusaja ya kodi zenu. Mkienda niye kununua kibiriti dukani, kama bei ya kibiriti ni shilingi mia, bei halisi ya kibiriti ni shilingi tisini, shilingi kumi ya kwenda serikalini kama kodi inaitwa value added tax, kodi ya ongezeko ya thamani. Ukienda dukani kununua unga, kama unga ni shilingi elfu moja mia tano dukani, bei halisi ya unga ni elfu moja na mia tatu mia mbili inakwenda serikalini kama kodi, ili wewe uletewe barabara, ili uletewe umeme, ili uletewe maji, ili uletewe afya. Sasa ni nani wa kwenda kuisimamia hiyo serikali inayochukua kodi yako ili upate barabara? Ndio tunachagua mtu mmoja miongoni mwetu kupitia vyama tofauti, aende bungeni kumwambia Samia watu wa Kasulu vijijini wanataka barabara, aende bungeni awaambie mawaziri, waziri wa maji, watu wa Kasulu vijijini wanataka maji. Ndiyo kazi ya mbunge. Sasa nyie mmeona huyo mbunge aliyotangazwa na CCM kaenda kule, hasemi chochote. Mnabaki mnaangamia. Mtakubali kurudia makosa namna hiyo? Mtakubali kurudia makosa kama mlivyosimama elfu mbili na ishirini kaka Jonas, yakatangazwa ndivyo hivyo? Mnapaswa msimame madhubuti kuhakikisha mbunge anatangazwa, na naomba niwaambie sisi na serikali wanahubiri amani, hakuna amani bila haki unavyopora kura ya mwananchi tafsiri yake umepora maisha yake, umepora afya, umepora barabara, umepora maji, umepora elimu, umepora kila kitu. 25 Oktoba. Nakwenda kufanya maamuzi ambayo yanakwenda kuhesabu ustawi wa maisha yenu na vizazi vyenu. Hawa watoto, watoto wenu, wadogo zangu hao, wanapaswa wapate elimu wawe mawazimu. Wai viongozi wakubwa kubwa, wawe madaktari. Ni elimu bora ambao wanapaswa kupewa. Hawawezi kupata elimu bora kama hamtakuwa na viongozi imara, hawawezi kupata afya bora kama hamtakuwa na viongozi imara. Wewe ukisimama ukipewa fedha, ukaenda kupigia CCM, maana yake umejisaliti wewe, umesaliti wanarungwe na umesaliti kizazi chako na watoto wako Ukiona CCM wanaiba kura na wewe unaangalia kwamba havikuhusu, ujue zile kura zilizoibiwa ni maji yako yameibiwa. Zile kura zilizoibiwa ni barabara yako imeibiwa. Zile kura zilizoibiwa ni zahanati yako imeibiwa. Zile kura zilizoibiwa ni usalama wako dhidi ya TFS imeibiwa. Usikubali, usikubali.